Vya kwake anamrudishia aliyempa, maana kila kitu chatoka kwake Mungu, hakuna ulichonacho waweza sema chako. Vyovyote tuvitoa tunampa aliye tupa. Mimi na wewe wote, mali yake fedha na dhahabu, mali ya mwenye Mungu. Mimi napotoa namrudishia mwenye navyo. Kwa nini usitoe ukidhani ni chako? naweza kuchana mistari. Tumewaka eh? Hatuzimiki, hatuzimiki sisi, wana Tabola Kaskazini, kutoka hapa Igunga tunawakaribisha sana siku hii ya leo, ikiwa ni Ijumaa ya mkesha. Tutaanza kuanzia saa mbili ya usiku mpaka saa kumi na mbili ya asubuhi. Tunawakaribisha watu wote katika mkesha, tutakuwepo hapa IVCC Igunga karibuni nyote, tumewaka, hatuzimiki, hatuzimiki.

sifa zote ulimuumba mwana na una utashi wake, wewe ni Mungu wa matendo makuu, wewe ni Mungu usiyefananishwa wewe ni Mungu uliyeja sifa

Monika mwandwanga mwimbaji wa nyimbo za injili. Umetokea wapi? Nimetokea mkoa wa Mbeya, wilaya ya Kela. Kusudi la kuja hapa nini? Nimekuja hapa kwenye idara ya DMS, katika idara ya DMS hapa Igunga. Kwa hiyo nimekuja hapa, wamenialika kwa ajili ya kuja kumtukuza Mungu kwa kumwimbia. Jioni tutegemee nini? Ai, jioni tutegemee mama makubwa sana, tutegemee kuimba, tutegemee kucheza, kumsifu Mungu, kuabudu na kujia Roho Mtakatifu usiku wa leo. Tumekuwa na semina nzuri. Yapi umejifunza nimejifunza mambo mengi sana. Kuna somo limefundishwa kwa habari ya uh, moyo wa ibada. Nimejifunza moyo wa ibada, nimejifunza namna ya kumtolea Mungu, kuna statement aliongea mtumishi akasema unatakiwa ujue namna ya kumtolea Mungu mpaka usikie kwamba umetokwa, yani utoe mpaka usikie kwamba umetokwa. Hicho ndo kitu ambacho nimekikamata sana okay. Yeah. Kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia channel yetu ya NYTV. Pengine TV nipende tu kuwakaribisha. Tuko hapa Tabora Kaskazini, hapa Igunga katika kanisa hili la IVCC kwa Askofu Seti. Uh, usiku hapa leo patawaka moto ambao hautazimika, yaani ni kuanzia saa mbili mpaka saa kumi na mbili asubuhi. Huu muda wote tutakuwa tukimsifu Mungu na kumtukuza. Mimi naamini kila mwanadamu yoyote anayo sababu ya kumtukuza Mungu kwa sababu zifuatazo. Kwanza, Mungu ndiye aliyetupa uzima na ndiye aliyetupa uhai na ndiye aliyetukilimia kila tunachokiona katika ulimwengu huu. Kwa hiyo kila mtu anayo sababu, mwingine kwa sababu ya kupona, mwingine kuokolewa, mwingine kunusurika na kifo, mwingine na ajali na mambo mbalimbali. Kwa hiyo sitegemei kuona mtu amebaki nyumbani, wanaigunga wote waweze kufika katika mkesha wa usiku wa leo. Wewe ni mwimbaji, tunaweza tukapata kakionji kidogo. Wewe ni Alfa na Omega, unastahili kupewa sifa. Wewe ni mwanzo na mwisho, unastahili kupewa sifa. Hakuna mwingine kama wewe anayestahili kupewa sifa. Sifa zako Bwana na zivume, sifa zako Bwana e, na zivume. Wacha usiku wa leo ubarikiwe sana, Amen. Una waimbaji binafsi na kwaya? Ya, yeah, tuna waimbaji binafsi wengi lakini pia tuna kwaya nyingi tuna praise team nyingi. Nimesikia kuna kwaya inatoka Singida kuna kwaya inatoka inatoka huku kaskazini, zingine inatoka kusini. Kwa hiyo kwaya ziko nyingi, waimbaji binafsi wengi, lakini praise team pia ni nyingi zaidi. Kwao tutakuwa tuna muda mrefu sana wa kumsifu Mungu. Tunaye makamu mkurugenzi hapa, tusikie ana yapi ya kuzungumza juu ya mkesha wa leo mama. Bwana Yesu asifiwe! Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ongera kwa semina. Asante sana, simejipanga sana tumewaka, hatuzimiki kweli. Amzimiki amen. Aisee tuambie yapi ya jioni tu, yataraji ya jioni ni mazuri, tuyatazamie mazuri, yanakuja jioni, tuna kwaya mbalimbali tuna waimbaji binafsi wote tutakuwepo katika kanisa letu zuri la TAG IVCC hapa Igunga. Kwa hiyo tutamsifu Mungu na tutamwona Mungu kwa matendo makuu na ya ajabu. Kitu ambacho nashauri kwa vijana, kwa mshirika yoyote aliyeamini, asikose mkesha huu wa leo, kwa sababu atapata faida kuu mbili au tatu. Faida ya kwanza atakutana na Mungu. Faida ya pili atajibiwa ata majibu yake. Na faida ya tatu atajuana na watu mbalimbali waliotoka sehemu mbalimbali na mikoa tofauti, watafahamiana kwa ajili ya kupeana uzoefu yako mengi ambayo umejifunza katika semina hii. Nyinyi kama viongozi mmejipangaje kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kuweza kuhudhuria waweze kuyapata haya mafundisho? Sisi kama viongozi tumejifunza kwamba tutakapotoka hapa, tunaenda kuwasha moto sehemu mbalimbali. Tutaandaa makongamano madogo kwa ajili ya kuwafundisha kile tulichokipata hapa. Hasa mimi binafsi nimetoka na jambo moja kubwa sana ambalo sintanyamaza Nitalipeleka makanisa nitakayofanikiwa kufika. Ni zile pepo nne ambazo zilikusanya ile mifu, ile mifupa ikajazwa na pumzi tena ya Mungu: upepo wa mashariki, upepo wa kaskazini, upepo wa magharibi na kusini. Lazima niende nikaelezee hizo maana nne za pepo kutoka mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Upepo wa mashariki ni upepo wa baraka unaoleta baraka upepo wa uh, kaskazini ni upepo unaoondoa balaa na kuleta maji kwa wale walioamini sana. Yaani, moyo wangu umejaa furaha inayozidi kujieleza. Ongera sana kwa mafanikio makubwa. Asante, tunamshukuru Mungu kwa haya mafanikio ambayo amepatikana, tunasema sifa na utukufu tunamrudishia Mungu. Yapi mliyapanga kabla ya kongamano hili? Uh, tuliyoyapanga ni kuhakikisha tu watu wanakutana na Mungu, wanahudumiwa na Mungu na hicho tunamshukuru Mungu ndicho kilichotokea. Hebu mm, tuambie, je, uh, kwa ujumla yale yote ambayo yamefanyika na siku ya leo tunahitimisha. Uh, kwa ujumla aliyofanyika ni mambo mazuri. Kwanza nitumia nafasi hii kumshukuru baba yetu Askofu wa Jimbo Reverend Setipo Isabu, amekuwa pamoja na sisi, amefanyika baraka sana ne kongamano hili lakini, kipekee pia ni mpongezi na tunamshukuru sana mkurugenzi wetu mkuu Reverend Timo Simwita amefanyika baraka sana sana sana kwenye mkutano huu. Kwa kweli tumesikia shuhuda watu wakishuhudia na kuna shuhuda mtu alizungumza kwamba kuna ndugu yake ameponywa ya uvimbe kupitia ibada hii, kwa hiyo ni jambo kubwa sana la baraka ambalo limefanyika, na pia na, tunamshukuru Mungu. Ni washukuru sana wanakwaya kwaya kutoka maeneo mbalimbali, tumekuwa na kwaya kutoka mbalimbali mbali, kwaya kutoka Nzega Igunga section zote tisa tumekuwa na kwaya zote. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi, Mungu hawabariki sana. Lakini pia usiku wa leo tunakuwa tunahitimisha ibada hii kwa mkesha mkubwa sana wa kusifu na kuabudu. Tuna waimbaji kutoka Mbeya, tuna waimbaji, kuna praise team kutoka Singida na kwaya, praise team kutoka Nkinga na maeneo mengine mengi. Kwa hiyo mkesha huu si wa kukosa, tunataka tuhitimishe kwa kishindo kikubwa cha uvumo kutoka kwa Bwana. Mtu wa Mungu ambaye una uwezo wa kufika kwenye kongamano hili, nianze na wewe. Hebu tamani kufika kwenye ibada hii, maana sio ya kukosa. Lakini wewe ambao uko mbali, unaweza ukafuatilia ibada hii na utarusha matangazo kupitia channel ya NYTV. Naamini popote pale ulipo unaweza ukaifuatilia, ukafungua tu account za NYTV, utaiona ibada hii ikiwa inarushwa, na itafanyika baraka sana kwenye maisha yako. Nataka nikuhakikishie, hautakaa ujute. Mungu akubariki, asante.